Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kufungwa kwa anga yote ya juu inayozunguka Venezuela, hatua ambayo imezua mjadala mpana kimataifa kuhusu kuonekana kwa kuongezeka kwa kiwango kikubwa mvutano uliokuwepo tayari kati ya mataifa hayo mawili. Katika ujumbe wake wa jana Jumamosi, Novemba 29 mwaka 2025 kwenye mitandao ya kijamii, Trump alisema kuwa hatua hiyo ni ya usalama wa taifa na inalenga kukabiliana na kile anachokitaja kama vitisho vinavyotoka katika utawala wa Venezuela. Taarifa hiyo imeibua mshtuko na maswali mengi miongoni mwa wachambuzi wa siasa za kimataifa, kwani kufungwa kwa anga ya nchi nyingine bila makubaliano ya kidiplomasia ni hatua kali inayoweza kuibua mgogoro wa kimataifa. Aidha, kuna hofu kuwa hatua hiyo inaweza kuathiri safari za ndege za kibiashara, usafirishaji wa misaada ya kibinadamu, pamoja na shughuli za uchumi katika mataifa jirani ambayo hutumia njia za anga karibu na Venezuela. Mpaka kufikia wakati wa tangazo hilo, serikali ya Venezuela haikutangaza msimamo wake rasmi, ikiacha pengo la taarifa lililozidisha sintofahamu. Hata hivyo, wachambuzi wanaamini Caracas inaweza kuchukulia tangazo hilo kama kitisho kwa mamlaka yake ya kitaifa, na hivyo kupelekea kuongeza ulinzi wa anga na vikosi vya kijeshi. Uhusiano kati ya Marekani na Venezuela umeendelea kuwa wa mvutano kwa miaka kadhaa, hasa kufuatia vikwazo vya Marekani dhidi ya maafisa na taasisi za Venezuela, shutuma kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu, pamoja na mgogoro wa kisiasa ulioibuka kufuatia uchaguzi uliokumbwa na utata. Kwa hivyo, hatua mpya ya Marekani inaonekana kuwa mwendelezo wa mashinikizo ya kidiplomasia na kiusalama dhidi ya serikali ya Venezuela. Wakati mataifa mbalimbali mbali na mashirika ya kimataifa yakifuatilia hali hiyo kwa karibu, kuna wasiwasi kwa hatua hiyo inaweza kuchochea majibizano ya kijeshi, kuathiri umoja wa kikanda wa Amerika ya Kusini na kuongeza mgogoro wa kibinadamu ambao tayari unakumba mamilioni ya wa Venezuela wanaokimbia nchi yao kutafuta maisha bora.